Sana kasi kwa kunipa tuzo hili, naamini ni chachu kwangu, naamini imeniongezea samani, imeniongezea kitu kikubwa katika kalia yangu ya. Nashukuru pia wasaiza kupambana uweza kupata tuzo saashanavongoshku n sal kunipigia kura kupata tuzo ya Mali hapa, mali hapa. Tuzo ya rais wa kafu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Labda ngoja nisome CAF President Outstanding Achievement award 2025. Her Excellency, President Samia Suluhu Hassan mali yapo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais President Kalia. Umejisikiaje? Umejisikia vizuri sana. Tunzo ya kwanza imeenda kwa rais wetu na anastahili kuipata hii. Aliyofanya ni makubwa, lakini pia anajua kuna mipango mikubwa kwa ajili ya Tanzania. Hongera Tanzania, Tanzania, Mungu ibariki, Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana. Asante sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Endelea kutupaisha. Hapa ni mwanzo tu. 2027 karibuni Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar kwenye Afcon.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <tune>